Kazi wa kijiji cha jirani na mgodi wa madini ya Tanzanite cha Naisinyai wilayani Simanjiro wanadaiwa kuvamia eneo la mgodi huo na kuzuia njia ya kuelekea lango kuu la mgodi pamoja na kufanya uharibifu wa miundombinu ya maji kwa kile kinachoelezwa kuwa ni kupinga zoezi linaloendelea la upunguzaji wa wafanyakazi wa mgodi huo mashuhuda wamesema takriban watu mia moja ambao wanatajwa kuwa na asili ya wafugaji wa Kimasai wamezingira eneo hilo kabla ya vikosi vya ulinzi vya polisi kuwataka watawanike. Taarifa kamili na Ramadhani Mbungi. Kituo hiki kilifika eneo la Mererani muda mfupi baada ya kutokea kwa tukio hilo ambapo mlinzi wa zamu katika mgodi huo Abilah Ahmed amesema kundi hilo kabla ya kuharibu miundombinu hiyo lilianza kupanga mawe katika njia ya lango kuu la mgodi huo. Tukakuta wamezingia ili eneo wakachukua mawe wakapanga hapo na kule wakapanga, wakasema hapa aliitakiu gari kuingia wala kutoka mpaka sikieleweke. Meneja usalama na uhusiano wa kampuni ya Tanzanite One, Halfani Hayeshi, amesema tukio hilo limeathiri uzalishaji wa mgodini kutokana na kukosa maji kwa saa kadhaa hadi pale walipolazimika kutafuta mbinu mbadala za kurejesha miundombinu hiyo. Shughuli zilichelewa kidogo kwa sababu bomba lilikuwa limekatika, ikabidi mafundi wetu watutengene wa, wafanye kazi ya ziada kutengeneza. Lakini pia hata watu kuweza kuingia kazini kwa wakati kidogo ilishindikana, baada ya kuwa kwamba kila mmoja alikuwa na hofu na hivyo kusikia kwamba mawe yamepangwa barabarani, hamna mtu ambaye anaruhusiwa kupita. Baada ya tukio hilo, kituo hiki kimemtafuta na kufanikiwa kumpata mwenyekiti wa kijiji cha Naisinyai Taiko Kirian Laiza ambaye amedai kwamba wanakijiji walifikia hatua hiyo baada ya kubaini kutokutendewa haki kwa wafanyakazi wa jamii hiyo katika zoezi la upunguzwaji kazini mgodini. Wamesema Mungu hajafanya makosa kuwaweka eneo lenye Tanzanite sasa, kampuni ya Tanzanite One tulikuwa nao sio chini ya miaka ishirini ikiongozwa na wazungu. Sasa hivi mpaka sasa hivi inaongozwa na watu ambao wanajiita wazawa, ambayo wazawa mpaka sasa hivi hawana miaka miwili, lakini walipofika, huduma zote zilizokuwa zinapewa kijiji na, na kampuni ile, zote hakuna kilichopo tena. Tarehe sita ya mwezi Novemba mwaka jana, uongozi wa mgodi wa Tanzanite One ulichukua uamuzi wa kupunguza kazi wafanyakazi takriban 635 kati ya 1231 kutokana na kudorora kwa hali ya uzalishaji wa madini, hali ambayo imezua tafrani. Ramadhan Mvungi, Star TV, Mererani, Simanjiro, Manyara.